Napenda kuchukua nafasi hii kuwashukuru sana viongozi wa Halmashauri Kuu ya chama chama chetu pendwa cha CHAUMMA kwa kunipokea na kuridhia kunikaimisha kuwa kiongozi namba mbili wa chama chetu tangu nilipojiunga nanyi. Baadhi ya viongozi pamoja na wanachama wa CHADEMA hasa wale wa kundi la G55 wameendelea kumiminika kuelekea chama cha Ukombozi wa Umma CHAUMMA, baada ya kuondolewa CHADEMA huku wengine wakijivua wanachama. Katika kumulika suala hili kwenye ulimwengu wa kisiasa, Land Dwellers imemwalika mchambuzi wa masuala ya siasa Hamduny Marcel. Anaanza kutueleza sababu ya waliohama CHADEMA kupiga kambi CHAUMMA. Wazalendo ni chama chenye uongozi, ni chama kilichokwisha kujiestablish vizuri, ni vigumu kwa watu wapya kwenda ambao wanahamu ya kuwa viongozi kuweza kwenda kwenye chama kile ambacho tayari kina muundo, kina utaratibu, kinakamilika wakapata nafasi hizo ambazo wanazitamani. Kwa hiyo ndio maana walikwenda kwenye chama ambacho bado ni dhaifu dhaifu ile hali, ili wapate nafasi ya kujitanua na kufanya yale wanayotaka e, kama walivyokuwa CHADEMA au pengine zaidi ya jinsi walivyokuwa CHADEMA kulingana na nafasi. Tukitazama chama cha CHAUMA bado kina ushawishi mdogo kulinganisha na vyama vingine, pengine kuhamia kwa wanachama hawa ambao wengine ni majabali, kuna athari gani kwa CHAUMA? Chanya ama hasi? Ni chanya bila shaka. Chama ni watu, chama ni watu, nasikulanganye mtu yoyote. Hakuna chama bila watu na watu maarufu. Hilo ni jambo kubwa la msingi la kuzingatia. Wale wanaofikiri kwamba wanatoka CHADEMA itabaki imara ni waongo, hawajui siasa ni nini, hawajui hesabu za siasa. Hesabu za siasa ni kwamba chama ni watu. Na watu wa aina gani? Watu wanaotengeneza maoni wale, wale wale nini, opinion opinion makers. Unapata opinion makers, chama kinatoka kwenye ishi kinatoka kwenye majimbo na kupanda alikuwa chama kikubwa kwa hilo, si jambo la ajabu naam. Kuondoka kwa viongozi pamoja na wanachama wa CHADEMA, je, kuna athari kiasi gani eh, kwa nguvu ya chama hicho cha demokrasia na maendeleo? CHADEMA itadhoofika maana ushawishi unaondoka na watu wanaotengeneza ushawishi wanaondoka, na wanaotengeneza ushawishi wengine wanaobaki, pengine hawatoshi kuweza kuvutia watu wote ambao walikuwa wamo ndani ya kile chama, na ijulikane kwamba chama chico cha siasa e, eh, kinapata wapiga kura si wanachama wake, ni wale watu wasiokuwa na vyama wakati mwingine ambao ndio wengi pengine mara, mara mia yao mlionao kama wanachama wenu. Kwa hiyo wale wanapokuwa wanapiga kura, wanapiga kutokana na ushawishi wanauona, wanapiga kutokana na nguvu wanaoiona, wanapiga kutokana na mwenendo wanauona. Sasa mwenendo huu wa watu wote wanahama, nani atakwenda kukipigia kura? Inakuwa ni vigumu sana. Kwa hiyo wale watu wengine wa pembeni ambao hawakuwa chama kile kama wanaondoka wanachama hawawezi kupigia, watakipigia chama zenye nguvu, na hiyo ni kawaida ya wapiga kura wote duniani. Wakati mchambuzi Hamduny Marcel akiona kesho yenye shida kwa CHADEMA, baadhi ya wanachama wa CHADEMA wanaona kuhama kwa wanachama hao ni kutekeleza haki zao. Uh, nitoe maoni yangu kuhusiana na hili suala la e, hawa wanaohamahama chama na, e, na tumewashuhudia kwa siku ya leo wakiwa wamehama e, na walishatangaza kuhama kutoka Chadema kwa hiari yao kabisa, kwa mujibu wa katiba walitumia vizuri vema kabisa e, kifungu cha katiba yetu ya chama kinachoeleza vizuri kwamba kuna kuacha e, chama ama wanachama kwa hiari. Kwa hiyo hapo wali walitumia vizuri. Naitwa George Manson Sanga. Ah, kuhusiana na baadhi ya walikuwa viongozi na wanachama wa Chadema kuonekana kuhamia CHAUMMA, maoni yangu ni kwamba wanaitumia haki yao ya msingi kabisa ya kuwa wanachama wa chama chochote kuingia au kutoka kwenye chama wakati wowote. George Sanga anaona kuna haja ya Chadema kukaa chini, kuangalia ni wapi penye shida, ili kutoka hapo walipo, lakini kwa jinsi mwenendo unavyokwenda wa wanachama na viongozi wa Chadema kuhama, mimi nadhani ipo haja na uhitaji wa haraka sana wa kukaa kama chama kuangalia ni wapi penye tatizo ili kuzuia hizi hamahama eh, au kuzipunguza. Maana kuzuia inaweza kuwa ni ngumu, lakini kuzipunguza inawezekana. Kwa nini nasema ni muhimu? Msingi wa chama cha siasa ni wanachama. Chama cha siasa inaundwa na wanachama kwanza ndio kipate wafuasi wasio wanachama koo anapokosekana au anapopungua mwanachama mmoja kwenye chama cha siasa bila kujali ana ukubwa au muhimu gani ni pigo anasema ni pigo kwa sababu kama mwanachama hana umuhimu kwenye chama cha siasa bila shaka asingeweza kusajiliwa kwa mwanachama tukirejea kwa mchambuzi Hamduny Marcel anasema hamahama hii ya wanachama wa Chadema kuna ishara inatoa kuhusu uongozi wa sasa wa chama hicho. Ni kwamba hakuna uangalifu katika kile wanachokishindania. Hawana utaratibu, wameparanganyika. Ni mparanganyiko wa chama eh. Sasa hivi mbaki bomoa watajenga kesho, na kila anaotoka wa na wanamuona mwasi na hafai hata kama alikuwa anafaa kiasi gani. Kwa hiyo hili ni tatizo la chama kutokuwa na malengo thabiti ambayo yanatokana na jinsi chama kilivyojengwa kutokuwa na utaratibu, kuto kufata katiba eh, na kujenga uwasa wa baina na kati ya uongozi na viongozi na wanachama, na vile vile kufanya maamuzi ambayo wanachama hawafikiani nayo. Hii maana yake ni kwamba hawashirikishwi wanachama kwa wingi, kwa kiasi cha kutosha. Kwa hiyo ndio ni hivi. ni uongozi wa kibabe, na unasababisha ia namna hii <laughs> pengine ili watoke hapo wanapaswa kufanya nini? kama chama aa, sasa hiyo ni kazi yao, sio rahisi kazi walitakiwa walishawishiwa mapema kwamba wayatibu majeraha wakilete chama pamoja waunganishe nguvu kama walivyokuwa wa warejeshe silaha kwenye maghara wasiendelee kusambaza mitaani na kadhalika. Hawakufanya, basi hayo ndio matokeo ya ukaidi. Ni kushukuru sana mchambuzi Hamduni Mariseli kwa kuzungumzia hayo kinaga ubaga kinachoendelea ndani ya chama cha demokrasia na maendeleo. Asante. Naam, huyo alikuwa ni Hamduni Mariseli akichambua mwenendo wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, ambapo baadhi ya viongozi pamoja na wanachama wa chama hicho wameendelea kuhama. Hadi wakati mwingine, endelea kufuatilia Land Dwellers. Kwa heri kwa sasa.